Ndugu mtazamaji wa bia media, karibu sana, tukuhabarishe na stori za biblia zitakazougusa moyo wako. Leo ninakukaribisha kusafiri nami katika maisha ya mtu mmoja muhimu sana katika historia ya wana wa Israeli, Yoshua. Yoshua mwanzoni hakuwa kiongozi mkuu, bali mwanafunzi mtiifu na wa kipekee wa Musa, nabii mkuu na kiongozi aliyewatoa waisraeli wa utumwani Misri. Jina lake la awali lilikuwa Hoshea, maana yake wokovu, lakini Musa akitambua roho ya ujasiri na imani ndani yake Alimpa jina jipya Yoshua, linalomaanisha Bwana ni wokovu. Tangu mwanzo, Yoshua alikuwa karibu sana na Musa. Alishuhudia miujiza mbalimbali ambayo Mungu alifanya kupitia Musa, kuanzia yale mapigo kumi yaliyoyangamiza Misri hadi kuvunjika kwa Bahari Nyekundu. Alikuwa miongoni mwa wale waliopanda Mlima Sinai pamoja na Musa na kupokea sehemu ya utukufu wa Mungu. Yoshua alionyesha uaminifu wake kwa Musa na kwa Mungu katika nyakati mbalimbali. Mojawapo ya matukio muhimu ni pale Musa alipowatuma wapelelezi kumi na wawili kuipeleleza nchi ya Kanaani, nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi Waisraeli. Wapelelezi kumi walirudi na habari mbaya, wakisema kwamba watu wa Kanaani walikuwa na nguvu na miji yao ilikuwa na kuta refu. Lakini Yoshua pamoja na Kalebu walitoa taarifa tofauti. Waliamini kwamba kwa msaada wa Mungu wangeweza kuimiliki nchi ile. Imani yao ilikuwa thabiti licha ya changamoto kubwa walizoona. Kwa bahati mbaya kutokuamini kwa wa Israeli wengi kulisababisha kizazi kizima kuzurura jangwani kwa miaka 40, lakini Yoshua na Kalebu walikuwa miongoni mwa wachache walionusurika na kuahidiwa kuingia katika nchi ya ahadi. Baada ya Musa kufariki, Mungu alimteua Yoshua kuwa kiongozi mpya wa wana wa Israeli. Hii ilikuwa changamoto kubwa. Yoshua alikuwa amemzoea Musa kama kiongozi wake kwa muda mrefu, na sasa alikuwa amesimama peke yake kuongoza taifa kubwa lililojaa changamoto. Lakini Mungu alimhakikishia uwepo wake na kumwagiza awe hodari na jasiri akishika sheria aliyoagizwa na Musa. Mojawapo ya matendo ya kwanza ya uongozi wa Yoshua ilikuwa kuwavusha Waisraeli mto Yordani kuingia katika nchi ya ahadi. Mungu alifanya muujiza mwingine kwa kuugawanya maji ya mto Yordani kama alivyofanya kwenye Bahari Nyekundu ili watu wake wapite kwenye nchi kavu. Chini ya uongozi wa Yoshua, Waisraeli waliendelea kuiteka nchi ya Kanaani, mji baada ya mji. Vita vyao vilikuwa vya kipekee. Kwa sababu Mungu mwenyewe alipigana kwa ajili yao. Mfano mashuhuri ni vita vya Yeriko, ambapo Yoshua alifuata maagizo ya Mungu na kuongoza jeshi kuzunguka mji mara moja kwa siku, kwa siku sita, na mara saba siku ya saba. Kisha, walipopiga kelele, kuta za Yeriko zilianguka kwa muujiza na Waisraeli wakauteka mji. Yoshua alionyesha uongozi wake kwa hekima na ujasiri. Alihakikisha kwamba kabila zote za Israeli zinapata sehemu yao katika nchi ya ahadi. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu na aliwahimiza Waisraeli wote kumtumikia Bwana pekee. Baada ya miaka mingi ya uongozi, Yoshua alikuwa mzee. Aliwakusanya viongozi wa Israeli huko Shekemu na kuwapa changamoto ya kuchagua kumtumikia nani. Kwa unyenyekevu na ushawishi, alisema, nami na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, sisi nasi tutamtumikia Bwana kwa kuwa yeye ndiye Mungu wetu baada ya hapo yoshua alifariki akiwa na umri wa miaka mia moja kumi alizikwa katika eneo lake huko timnath sera katika milima ya efraim kifo chake kiliashiria mwisho wa kipindi muhimu sana katika historia ya israeli kipindi cha ushindi na utimilifu wa ahadi za mungu yoshua anaendelea kuwa mfano wa imani ujasiri na uongozi unaotegemea kumtegemea mungu safari yake kutoka kuwa mwanafunzi wa musa hadi kuwa kiongozi wa taifa ni ushuhuda wa jinsi mungu anavyoweza kumwinua mtu yeyote aliye tayari kumtii na kumtumikia kwa moyo wote. Ndugu mtazamaji, tunatumai umebarikiwa na historia hii ya Yoshua. Kumbuka, Mungu anaweza kukutumia wewe pia katika njia kuu ikiwa utakuwa mwaminifu na kumtegemea yeye. Asante kwa kuwa nasi leo na tunakutakia baraka tele.